Najua jinsi gani ambavyo unavyojisikia umekuwa ukitaka kuanza, lakini vile vile umekuwa ukihisi kompyuta pengine inahitaji akili nyingi sana, lakini pia muda mwingine pengine unafikiria umechelewa hapo ulipo kuweza kuanza, ulitakiwa uanze mapema huko. Wacha niweze kukwambia, kuna watu wengi sana kama wewe ambao mwisho wa siku wanaishia kuogopa hata kabla ya kuweza kukamata mouse, lakini nataka nikwambie ukweli. Hakuna mtu aliyezaliwa anajua kompyuta. Kila mtu alianza from the scratch kutokea chini. Hatua ya kwanza sio tu kuweza kununua laptop kali, hapana, lakini vile vile sio kuweza kutafuta kozi kubwa na kuanza kusoma, lakini hatua ya kwanza ni kuweza kuelewa basi misingi zile basic, misingi zile ya kutumia kompyuta. Ni mambo madogo madogo tu, kwa mfano namna gani utaweza kukamata mouse bila ya kuogopa, kamata mouse tumia unatakiwa uweze kujua jinsi gani ya kuweza ku download ku install kufungua na kufunga program, namna gani ya kuweza kuandika sentence ndogo ndogo kupitia keyboard kutumia keyboard, lakini vile vile jinsi ya kutumia basi kifaa chako ku search vitu mbalimbali kwa kutumia internet. Vitu hivi vidogo vidogo ndivyo ambavyo vitajenga basi zile basic, ile misingi ambayo unatakiwa uwe nayo ili kuweza kufikia hivyo vitu vingine. Kwa mfano kama mimi pia niliwahi kuwa katika hiyo hali ambayo wewe pengine upo nao kwa sasa. Niliweza kukaa mbele ya kompyuta siku ya kwanza, sikuwa najua hata nianzie wapi. Nilihisi kama kompyuta inanitazama na tunatazamana, lakini nikajisemea, wacha leo niweze kufanya kitu japo kidogo. Nikaanza kuangalia namna gani keyboard inakufanya kazi, nikaweza ku type, lakini pia nikaweza kufanya na mambo mengine, siku kila zilipokuwa zinaenda mbele na vitu hivyo vidogo ndivyo ambavyo viliweza kunijenga mimi hadi leo kuweza kuwa nafanya vitu mbalimbali vikubwa vikubwa. So kuna mambo kadhaa ambayo nitaweza kukushauri ambavyo unaweza kuvizingatia na kuviangalia, vinaweza kukusaidia jambo la mwanzo. Jaribu kukaa na kompyuta angalau kwa dakika 30 kila siku, sio lazima ukae na kompyuta masaa matano, kumi. Hapana, dakika 30 tu basi. Umekosa dakika 15 zinatosha wewe kuweza kujifunza japo kitu kidogo. Lakini pia chagua kitu kimoja kuweza kujifunza kwa siku. Kwa mfano chukulia, unaweza kujiambia awacha, leo nijifunze kuweza kukopi na kupesti katika kompyuta, na ukaweza kufanya hivyo na ukoona namna gani ambavyo inafanya kazi. Lakini pia jambo jingine, usikimbilie kuweza kujua kila kitu kwa haraka. Unajua, ukuaji unakwenda taratibu, hauwezi kuweza kupanda leo ukavuna leo leo, lazima kidogo kidogo uweze kupalilia, umwagilie ndipo basi uweze kukua na uweze kuvuna. Lakini vile vile, ukishaweza na ukisha cover baadhi ya basic na unajisikia comfortable unapokana na kompyuta na kuweza kuitumia, unafahamu setting iko wapi, program una install vipi, unafungaji program uh, unaupdate vipi kompyuta yako, ndipo sasa hapo utaweza kuchagua basi mwelekeo wako. Unahitaji kuwa content creator, unahitaji kuwa graphic designer, ama unahitaji kuwa programmer au digital marketer yoyote yule ambaye yupo katika fieldi hii ambayo unahitaji kuwa basi, unaweza sasa kuangalia huko ambapo unahitaji kuelekea na kuenda kufata kile ambacho unakitamani kuweza kuweza kukifanya. So hii misingi ya chini basic, kuweza kutumia kompyuta vitu vidogo vidogo, ndivyo ambavyo vitakupeleka huko juu ambapo unahitaji kuweza kufika. Usijione umechelewa, una umri wa miaka 20, 30, 40, 50. Kujifunza hakuna mwisho, bado haujachelewa. Kila mtu ana nafasi yake lengo ni kuweza kuanza na sio basi kuweza kukimbizana na watu wengine. Pengine unaona watu mtandaoni huko wanajua sana, unaona wamekuacha sana, ukiangalia watu wamepiga hatua tofauti na wewe, hata ukiangalia umri wako na wao wako wewe ni mkubwa. Usijaribu kujilinganisha wewe na hao watu wengine, haujui huyo mtu ameanza vipi, maisha yake yakoje, ame struggle vipi. Usijilinganishe, kila mtu ana safari yake. Fanye taratibu, jifunze siku baada ya siku, kulingana na kasi yako bila kuweza kusita. Consistency ni muhimu, fanya jifunze kila siku na kuhakikishia, siku kama leo, mwaka ambao unafuata, kama utakuwa ni mtu wa kujifunza kila siku, hautaweza kuwa huyu wa leo ambaye upo. So kama umeweza kulike hiki ambacho nimeweza kushare na wewe, hakikisha basi una like video hii na tunaendelea kuwa pamoja. Una maoni yoyote juu ya hili, unaweza kuongezea, una swali, weka sehemu ya comment. Lakini vile vile, kama hauna chochote cha kuelezea, hauna chochote kile cha kuweza kuuliza katika sehemu ya comment, ningeomba basi ulike video hii na ushare na watu wengine, ili basi tuweze kumotivate watu wathubutu, waweze kuanza na wasiogope basi kuweza kujifunza kompyuta. Kompyuta ni kitu muhimu sana katika dunia hii ya sasa na huko ambapo tunaelekea. Kila mmoja wetu, haijalishi unafanya shughuli gani, unatakiwa uwe na ujuzi wa kompyuta, japo zile basic, uweze ukipoa kompyuta uweze kuitumia. So ni muhimu sana. asante sana, tukutane wakati mwingine, tutakuja kuongelea vitu mbalimbali mbali ambavyo muda mwingine mtu anashindwa kuweza kupata majibu sahihi, tutaweza kushare hapa kufahamishana na kuoneshana, basi kuongozana njia ya kupita. Asante sana, tukutane video ijayo.